Pesa itaingia, unajua sasa hivi pesa iko karibu kuanza kuingia. Haya, twende Nyota Nyota Nyota, hebu muonyeshe Nyota Nyota Nyota Nyota. Asanteni sana Mheshimiwa Rais, mi niko tuna mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza nataka kukushukuru kwa kukubali wewe ukiandamana na serikali yako na makamu wa rais kukuja hapa kushuhudia hii safari ya vijana wetu. Hii ni safari muhimu sana, si safari rahisi, but ni safari ambayo inawezekana. Hawa vijana wetu Disemba mimi karibu wanimalize, karibu mnimalize, si ndio mlinisalimia? E, ati nimesema mtapiga sherehe. Lakini sherehe mzuri sasa ni wewe mwenye ufanye hiyo biashara kwa sababu hiyo Christmas hata sisi kwa tunapiga sherehe. Sasa sahii pesa ambayo Mheshimiwa Rais ataenda kuachilia hapa leo, mimi nataka tu kuwaomba kitu ya kwanza, kuwa na mifuku miwili. Hii pocket ni ya biashara, hii pocket na hiyo mambo mengi. Ile mkono inasalimia watu, ndiyo uweke ile pesa ingine. Hii mkono ingine yenye kuwa husalimii watu, hii ni mkono ya kuweka pesa ya biashara, si ndiyo hivyo? Jambo la pili nataka kukupatia, kuwapatia taratibu. Tukitoka hapa hivi tutaenda mentorship, simuliambiwa kwa class, tunaenda mentorship ya mwezi moja mbili hivi. Sisi tutakuja kutembea na nyinyi kuona biashara gani mnafanya, ndiposa mkianguka chini sisi tunawasaidia kuamka. Hii safari tumeanza, tunataka kumake sure hizo miaka zijazo, nyinyi you become the millionaires, you become the billionaires and the industrialist of this great nation of Kenya. Mko tayari? Jambo la tatu ni kwamba hii pesa mnatoa mnavuta kutoka kwa pochi la biashara, na nataka nitambue uwepo wa Safaricom ambao ni technology provider wa NYOTA. David Kanyi na timu yako, kama uko pala mka tu, kwa sababu hawa ndio watafanya hii pesa iingie sasa hivi kwa simu mahali huko. Asante sana the Safaricom team. Na nataka kusema hivi hapo, kwa hiyo pochi la biashara utaanza kufanya, tumeweka pale digital tools zitakusaidia kwanza kufanya stock taking. Zitaanza kukusaidia mambo ya kubalance kufanya reconciliation day to day ukitumia pesa ukituma kwa pay bill, ununue bidhaa ulete, ulipe service providers, hapa reconciliation. Na pia pale tumeweka itakusaidia uanze kufanya mambo yako ya record keeping profit and losses. Sasa utakapoenda hata kwa bank hizo siku zijazo kuomba pesa, itakuwa rahisi wewe ku download tu zile record zako, because itaonyesha your financial uh, strength vile iko.